na mbele ya kusanyiko hili na mbele ya mheshimiwa mbunge mstaafu, namshukuru sana Mungu. Lakini napenda tusalimiane, tusalimiane salamu hizi mbili. Ya kwanza nasema Busokelo hoye, hoye! Busokelo hoye! Hoye ya pili nasema Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Mubarikiwe na Bwana. Mpendwa Mheshimiwa Mbunge Atupele Fredy Mwakibete pamoja na msafara mzima. Ninamshukuru sana Mungu aliyekupa hekima ya kutusikiliza wito wetu. Nimesimama mbele yako kwa niaba ya wazee wa kata hii ya Mpata, tukiwa na haja sana ya kuonana na wewe. Lengo kubwa ni kwamba mtoto wetu ulitumwa kulitetea jimbo letu la Busokelo, na kama ulivyojieleza miaka kumi umeifanya. Mi nasema Mungu akubariki. Kusudi la Mungu aliyoliweka kwako ili Busokelo uitekeleze kwa kusudi la Mungu umetekeleza na hakuna mwanadamu yoyote ambaye mpango wa Mungu ataondoa kwa mtu aliyemwekea, mpaka atoe kibali Mungu mwenyewe ndipo litatoka kusudi lake. Sasa mwantu, tumekuita miaka kumi, ulikuwa shambani mwa Bwana na imefika kuniachilia kijiji tukiangalia kama wazee wenzangu na vijana wote na Wanabusokelo na wana mpata kata yetu mpata, kijiji cha Kilimansanga Ipagika mpata, tunaona kitu cha ajabu sana. Umefanya kazi pamoja na mama yetu Rais Samia pamoja na mheshimiwa wetu mdiwani, tumeona kwa hiyo sio bure. lengo tunakuitia kuitia mwana yetu, usisononeke, usione ni ajabu. Kumbuka tulianza na nani, nikijua tulianza na maburukutu, nilaukumbuka mevi, akaja Profesa Mandosha, ndumekuja wewe, alikuwepo na nadepane lakini yote ilikuwa ni misingi ya Mungu kuitengeneza Busokelo, na msingi wako umefika wakati wake. Kwa hiyo uwe na amani mwanetu, uwe na amani zote. Na sasa tumefanya uteuzi kumsimamisha mbunge atakayeipeperusha bendera ya CCM katika jimbo la Busokelo. Tunampenda na ninakuwaza kuwa pamoja naye, usione kwamba hey, kwa sababu amelinyang'anya. Hapana, sisi wanampata tunampenda pia na wewe umpendi, shirikiana naye katika kazi ambazo ulizoanzisha, ndo wa kutukamilishia. Tukiangalia vituo vya afya vipo, umesimamia mwanetu. Tukiangalia barabara vipo, ulisimamia mwanetu. Tukiangalia umeme upo, na sasa ndio tunautumia. Ilikuwa ni ajabu sana kuingia umeme kwetu. Tukiangalia shule zetu zipo, zinapendeza. Kwa hiyo aliyepokea kijiti chako umpende kwa moyo ulio safi, ataendeleza yote haya. Na nina shukuru umegusa kila sekta, kama elimu umegusa, kama miundo mbinu ya barabara umegusa kama maji umegusa, kama umeme umegusa. Iliyopo ndugu zetu, mbunge ambaye atachukua kijiti kwako ataendeleza na tutampigia kampeni ya hali ya juu, na Mungu akubariki. Na shukuru ulitumia hekima ya Sulemani, ulichagua busara na hekima, hukuchagua fedha. Kwa hiyo mpendwa Mungu yu pamoja nao. Kusudi alioliweka moyoni mwako amelitekeleza, na Mungu endelee kubariki.